Kwamba amani ya nchi hii ni jukumu langu mimi na wewe, sisi vijana wote wanaoweza wakawa wana upendo na amani, kama ninyi ambao wanakuja pamoja, wakifanya tafakuri ya maisha yao katika miaka waliopita, wanaanza upya katika kipindi cha miaka mitano. Na wapongezeni sana, hongereni sana. Nilikuwa napiga hesabu naulizana na, na mkurugenzi katika jiji letu la Dar es Salaam maafisa usafirishaji wako kama laki mbili. Na kila afisa mmoja katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwa mauzo yake kwa siku hakosi shilingi elfu hamsini. Uongo kweli? ukichukua elfu hamsini kwa maafisa laki mbili, unazungumzia zaidi ya milioni ngapi? Milioni kumi kwa siku tano ni milioni ngapi? Milioni hamsini. Maafisa usafirishaji hawa wamezikosa kwa sababu ya kukaa wapi? Nikienda kwa ndugu yangu Liside machinga, hakosi naye chini ya elfu hamsini elfu sitini kulaza kwa siku wanakosa kwa siku ngapi? Niwapongezeni sana viongozi kwa kongamano hili, hongereni sana. Niwapongezeni mlioacha majukumu yenu kuja tukaongeana sisi viongozi. Jambo hili kama mnavyosema ni lafaliwe nchi nzima. Niwahakikishie viongozi wenu usinde pamoja na maafisa usafirishaji, nendeni katengeneze timu ya kuhakikisha tunazunguka kwenye wilaya yetu yote, tunakwenda kwenye vijiwe vyetu vyote, tunakwenda kwenye maeneo yote ambayo wafanyabiashara ndogo ndogo wapo, tukawape elimu hii ambayo mmepewa na kamanda Ramzi, hii mmepewa na kaka yetu Shigongo na mkurugenzi na afisa ya uhamiaji huko. Kwa niaba ya serikali niwapongeze, na nimechukua mapendekezo yenu nitayapeleka na mimi kwenye vikao vinavyohusika yaani, jukumu la, la jeshi la polisi basically ni kumlinda raia na mali zake. Kama hakuna amani, hakuna maendeleo. Sisi tunajivunia, mkurugenzi yuko hapa, ni shahidi, jiji la Dar es Salaam ndio linaloongoza kwa mapato ya nchi hii, sasa hatuwezi na, na kwa nini tuna, tunapata mapato ya kiasi hicho? Kuna amani. Mimi polisi RPC, jukumu langu ni kuhakikisha kuna amani katika mkoa huu, watu wanafanya biashara, watu wanafanya usafirishaji, mapato yanapatikana. Sasa haitawezekana hata siku moja tukaipoteza hii amani, ili mapato yasipatikane. Unajua, kuweka kiwango sio shida, kumaintain kile kiwango ndio shida kwa kiwango tulichokiweka Ilala cha kukua, halmashauri ya kwanza, jiji la kwanza kuongoza katika usajili wa mapato, hatutakaa kamwe tukiachie. Na sisi kama jeshi la polisi mkoa wa Ilala, tunawahakikishia tutaitunza amani hii kwa wivu mkubwa. Siku tano zile za hali ya zuio la kutoka nje, zuio la biashara, wote tuliteseka wote tuliumia, sisi maisha yetu, lazima utoke ukatafute urudi nyumbani ulishe watoto wako, uongo kweli? Tulipata shida. Mungu alitupa nafasi ya kujifunza kwa siku tano. Mnataka hali hiyo itokee tena? Mnataka hali hiyo itokee tena? Najua hakuna mtu kati yetu anataka hali hiyo itokee tena. Tuliteseka kwa siku tano, ndio maana anasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake wana nia njema ya kutunza amani ya nchi yetu. Tanzania ni ya kwetu, usitegemee. Niliwaambia usitegemee Tanzania atakuja kuilinda Daktari Samia, usitegemee Tanzania atailinda ip, usitegemee atailinda DC au mkuu wa mkoa Albert Chalamila. Hakuna, Tanzania utailinda wewe mwenyewe. Kwa nini unailinda mwenyewe? nilikuwa nawauliza, mna wake? mna wake, mkanijibuje? mna watoto, mkanijibuje? tuna wazee, mkanijibuje? lakini kuna familia zingine zina watu walemavu, kuna walemavu wa macho, kuna walemavu wa viungo kuna watu wengine wanaogonjwa kwa kile kilichotokea. Watu wasiangalie kwa uchache athari iliyotokea, athari imetokea ni kubwa sana lakini, leo sisi vijana ndio tuwe chachu ya kuvunja amani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania? Kwa hili kwa uchache litakuwa liwezekana. Kwenye ufunguzi wa bunge kwenye hotuba yake, lakini tumeona juzi pia akiwaapisha mawaziri alisistiza utekelezaji wa maelekezo yake kwenye kampeni kuhakikisha ndani ya siku 100 bilioni mia boda boda bodaboda na maching hapo wanaenda kuzipata, lakini Mheshimiwa Raisi alisistiza amani ya taifa letu. Taifa letu hili lisio la kwake, ni la kwetu sote. Yeye ni kiongozi wetu alisisitiza amani, na mimi niwaombe ndugu zangu wote hawa walioko hapa wote kwa pamoja tuwe walinzi wa amani ya taifa letu.